So hey guys. Ogwani ogwani ogwani ma people. Gira ngo muratubona. Oh. ni sister and brother. Yes sir, yes sir. Tujya no tujye kubabwira wallahi nimbukunda filime nimbo ya Ravi. Ukunda bakinyi bari kinamo ewana batayari ni kwa mbere ni yari hari kwa mbere no uyu ubundi ni nka okay yagezeho kwa mbere wallahi ereni direct mujye kureba kuri

harimo sharifu n'abandi benshi muzagenda mubona dimiri satin Empire pa thank you brother <laughs>